Spika wa bunge la kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire amebanduliwa rasmi mamlakani kama spika wa bunge la kaunti hiyo na wawakilishi wadi. Hii ni baada ya wawakilishi wadi 40 kupiga kura ya kuunga mkono mswada wa kumbandua mamlakani Mwambire, huku wawakilishi wadi kumi wakipiga kura ya kutounga mkono hoja hiyo. Jumla ya wawakilishi wadi 50 wa bunge hilo wameshiriki zoezi la upigaji kura kuhusu mswada huo wa kuondolewa mamlakani kwa spika huyo. Mswada wa kumbandua mamlakani Mwambire uliwasilishwa bungeni humo na mwakilishi wadi ya Tezo, Thomas Chengo, ambaye pia ni kiranja wa wachache katika bunge hilo, kutokana na madai ya utumizi mbaya wa mamlaka miongoni mwa sababu zingine. Tumekuwa na mswada tata wa kuondosha spika wetu, aliyekuwa spika Teddy Mwambire na leo ndio mswada umeletwa, tumekuwa tukifuatilia kisheria, na leo ndio ikawa ni siku ya mwisho ya kuthibitisha yale makosa yake na kupiga kura. Na tumeshukuru katika kura hamsini tumepata uungwaji mkono wa kura arobaini ambao wamesema hastahili kufanya kazi katika bunge hili.